Kwa mimi nimekuja leo hapa, namshukuru Mwenyezi Mungu. Nimekuja hapa leo, ilikuwa ninaumwa, lakini kwa leo hali yangu niliokuwa nayo nimeona nijekugulia katika kesi ya Mheshimiwa Tundu Lissu. E, nimefurahi, nimefurahi sana, na ninawaambia Watanzania wote, nawaomba Watanzania wote tumuunge mkono mheshimiwa Tundulisu. Na waomba dini zote, mashehe wote, mafadili wote tumwombe mwenyezi Mungu Tundulisu ashinde kesi na endelee mapambano. Aluta kontinua, na nimefurahi leo, nimemwona rafiki yangu Tundulisu jinsi anavyojitetea. ana, ana, anaonesha yeye ni mwanga na nuru na neema kwa Tanzania mzima, ni neema kwa Tanzania mzima. Hatuwezi kumsema mtume, lakini nasema ni mlisi wa watume ya Mwenyezi Mungu wote, ni mlisi wa mitume na wanazuoni wote wanaotumia taaluma zao kweli, wanakuwa ni walisi wa mitume, kwa sababu wanazuoni wote wanatetea haki, wanatetea eh, eh, elimu zao kwa ajili ya manufaa ya dunia, na mitume ilikuja kwa ajili ya kuisaidia dunia na wanazuoni wote wana sheria, mainjinia wote wamekuja duniani kuitu, kuitu, kuitumikia dunia ili watu waishi maisha mema. Kwa hiyo namshukuru mheshimiwa Tundu Lisu anatumia taaluma yake ya kisheria kama Mwenyezi Mungu alivyopenda na mtume wetu Muhamadi alisema walisi wa, wa mitume ni wanawazuoni, sio wanawazuoni wa dini tu, ni wanazuoni wa taaluma Zote ndo walisio nini? Wamituma ili watu wamjue Mungu yupo na haki hivyo na dunia hivyo. Asanteni sana kwa kunisikiliza, tumuunge mkono Tundu Lisu. Yeye kajitoa kwa ajili ya kuitetea haki na demokrasia ya Tanzania. Asanteni sana Asante.